Yes, Kajala bwana akazawadiwa ndinga hilo hapo hatari sana. Well, hello everyone and welcome back to my channel. Kama inimpya kwenye hii channel, make sure una subscribe, like and comment. So, my beautiful people, baada ya kutoka kwenye party waliomwandalia mboso hawa warembo wanne Irene Uwoya, Wolper, Kajala na Aunty Ezekiel. Sasa bwana, kilichofata ni Kajala alipewa gari na hajulikani kapewa na nani. Mtaona hapo mbele kila kitu kilivyoenda, and haijajulikana bwana, hii gari ile ndinga Prado TX ikaletewa na nani, maana ni hatari. Mnaiona gari hiyo, and sio gari tu, imekuja na maua inaashiria upendo wa Wolper wakati anampa Kajala hayo maua, anasema baby, anakwambia I'm sorry. Sasa haijajulikana huyu baby ni yupi, nitawekea na mtasikia video hapo vizuri kabisa mwanzo mpaka mwisho eh. huyu alioleta ili ndinga nani? Maana ile ya Harmonize iliyoandikwa Kajala 3 ilikuwa tayari ina ina plate number. Sasa sijajua, sielewi mambo yameenda vipi, huyu ni Harmonize ama ni mtu mwingine. I am really not sure, lakini guys em, tuangalieni kwanza hii hapa video nzuri kabisa ya Kajala akiwa na rafiki zake, akiwa na pewa pewa hayo maua, nini gari hiyo.

Wa, wa <laughs> wa, mmemsikia Kajala, jamani anaishiwa pawa, kaishiwa pawa jamani. Kuna watu wana nyota ya kupendwa, eish. Watu wanazawadiwa simu lakini wengine wanazawadiwa magari <laughs> wengine wanazawadiwa nyumba Eh, wengine hata chocolate tu hajaletewa, lakini ndio hivyo, yote ni maisha, lakini kapewa ndinga la maana. Well guys, tuendelee kuangalia, this is for you, baby wako anakupenda sana, amesema sorry na huu ndio uwezo wake Ya yeah, sasa hapa tuangalie ni vizuri kwa ukaribu kabisa gari ilivyo, jamani hey, au wajapewa kweli maana lakini... <laughs> kawaida yake Kajala kupewa magari tu, ah, kwake ni kawaida, ni kama chakula tu anavyokula ndio kama anavyopewa magari, yani easy <laughs> <laughs> tumona Kajala wani kuna Kajala tu tukaona Kajala thiri. Alafu ndo hii sasa, sijajua hii ndo ile Kajala thiri ama vipi? Mm, I don't know, lakini hii ni Prado TX hatari nyeupe kabisa, ina shine, na kama hii gari hajapewa na Harmonize, basi ni kuonesha kwamba mimi na uwezo wa kupewa gari sio na wewe tu ya hivyo. Kwa hiyo hii zawadi kama haijatoka kwa kaka yetu Hamo, yes, ni kuonesha kwamba Kajala na muonesha Hamo kwamba mimi, bwana, magari sio kwako wewe tu, naweza nikapewa. Lakini mm, sijajua imetoka kwa nani hii gari. Kama unajua, embu tuweke hapo chini kwenye comment, tuambie hili ndinga limetoka wapi, maana watu wananyota zao hapa mjini hawajakatu hovihovi, wako na nyota zina ng'ara, hatari. Yaani magari kwao kama vile nini, sijui kama simu kama anavyobadilisha simu, kama anavyobadilisha nguo, yaani ni kawaida tu, hawatishiki nayo. ya hilo ndo ndinga bwana la Kajala. And guys, kama ulikuwa hujaona video ya Mbosso ambayo kafanyiwa pati nzuri sana na hawa rich aunties wako wanne, please nenda kaangalie, ni shy post eh, usije ukapitwa na habari nzuri moto moto, kafanyiwa pati nzuri Pati iliwaka na wenyewe, wamejichagua tu wanne hapo, Anti Ezekiel, Wolpa, Woya na Kajala, wako wanne tu hao, wamefanyia hiyo pati, wamekula, wamekunywa, wamempa na zawadi. Kwa hiyo kama ulikuwa hujaicheck hiyo video, matukio yote inisha i-post kwenye page hii ingia uangalie utakutana nayo na utaenjoy. Haya, sasa turudi kwa mrembo wetu Kajala, unahisi nani amemzawadia hii zawadi eh? kuna bebi mwingine ama huyu ni Harmonize. yuko naye kisirisiri au anapigania hili penzi? Maana he mmesikia mwenyewe hapo, oh, alikuwa anamwambia Kajala kwamba bebi, ndo anachohichi tu jamani, kwani iko kidogo <laughs> Eti ndo hiki tu kidogo, pokea. Hey, watu wana dhambi. Well guys, e, unahisi ni nani kampa kam gari Kajala? Mwenye nyota zake mjini, yaweza kupewa magari, nyota ya range wengine sisi tunanyota ya nini? Lakini yeye mambo upande wake yako bull bull. Well guys, drop your comment hapo chini eh, kutuambie chochote kuhusiana na hii video. Unaionaje kajala kupewa hili ndinga? He, na kama ulikuwa huja subscribe my dear, unapitwa na mengi. Huu ni wakati wako sahihi kabisa wa wewe mtazamaji wa hii channel ku subscribe. Pia kama ulikuwa hujaweka notification yako on, make sure unaweka notification yako on ili nikiposti tu, unakuwa wa kwanza kuwa notified kwa habari nzuri na moto moto zaidi. Me, I love you all, malizieni na hapa kipande kizuri cha Mbozi. <laughs>